ya kilimo ina, ni kweli bajeti ya kilimo inasomwa leo e, tarehe 21 mwezi wa 5 2025 e, na ni, ni bajeti bora kabisa nadhani me, nimepata kuona zile takwimu za uongezekaji wa shughuli mbalimbali za kilimo katika kila, katika kila eneo na katika kila, kila zao. Sisi kwa upande wetu Mafia e, tuna maeneo kadhaa ambayo tunaguswa na bajeti hii kama ulivyozungumza. Kwanza tuna swala la uchumi wa bluu ambapo kwa upande wa bahari sisi ni wakulima wakubwa na wakulima wazuri kabisa katika zao la mwani, na sehemu kubwa ambayo kama umemsikia Mheshimiwa waziri eh, amesisitiza sana, iwapo eh, kama tunataka kuinua eh, kilimo katika nchi yetu au sekta hii ya kilimo ni kuhakikisha kwamba tunatoka katika kulima tunakwenda katika eh, kuongeza thamani. E, ndipo ambapo tunaweza tukazalisha ajira nyingi e, na tunaweza kuzalisha huduma nyingi sana kutokana na uongezekaji kuongeza thamani katika mazao mbalimbali ikiwemo na zao la mwani. Kwa hiyo tuna, tuna, tuna, tunaguswa kwanza kwenye eneo hilo ambapo tunaamini iwapo kama vitajengwa viwanda kwa ajili ya kuongeza thamani zao letu la mwani ambalo linatokana na bahari e, naweza kusaidia sana kuongeza uchumi wa watu wetu, lakini vile vile kuongeza e, ajira kwa watu, kwa watu wetu, lakini sisi ni wakulima vizuri vile vile wanazi E, tunalima e, tuna, tunavuna tuna nazi zaidi ya tani e, elfu sabini na nane kwa mwaka e, kwa kwa hiyo kwa hiyo uta, uta, uta, utaona kwamba mazao hili nalo likiwekwa kwenye mkakati mzuri linaweza likachangia vilevile katika pato, pato, pato, pato la taifa. Lakini vile vile tunalima korosho, e, ingawa sio kwa kiasi kikubwa. E, output yetu au production yetu kwa mwaka e, ni zaidi ya tani saba mpaka nane hivi e, kwa mwaka, kama italimwa vizuri na kama mazao yatakuwa vizuri. Kwa hiyo na hapo vile vile tunaguswa kwa namna moja au nyingine katika eh, bajeti hii ya Wizara ya Kilimo.